Ukweli mm, sijaamini kama ile miinofeni ilikuwa inatoka kwako mm. <laughs> Yaani, pamoja na ugeni wangu najikuta kama mwenyeji. Ongela, asante. Naamini utapata vitu vizuri kama hivi, yani vingi vingi vingi. Ni wewe tu, uaminifu wako. Asante.

Naona ndelakusukasuka vibaya, unajua mm, si tena mama. Kazi za kijijini ndio hizo, sosi, ulima ndio kazi zetu . Sikuna kazi nyingine. Yeah, ya ni kweli mm. Ah, lakini baba mm. Nataka tuzungumze kidogo, Sa, ah. Sababu kuna jambo linanitatiza, baba yangu. Unajua, baba Kadri siku zinavyozidi kwenda, huwa namiss sana mama wangu, na ukiangalia, sijawai pata malezi ya mama na baba. Tunalala wote tunaamka wawili tu. Baba yangu, hivi utajisikiaje ndapo siku tutaamka hata watatu na mama? Mi binadamu pia, namiss mama wangu kila siku. Naniambia mama wangu, unajua ali basi, kama umeshindwa kumtafuta, nielekeze mimi niwapi nikamtafute mama yangu eh? Nahitaji yale yale malezi ya mama na baba, nimechoka maisha maisha si kwamba si umii, mama yangu. Mimi naumia sana mwanangu, sana. Usifikiri hivi ninavyokaa hapa nasuka haya makuti kwamba mimi nafurahi, labda unaridhika. Hapana, mama yako ananiuma sana mwanangu. Unajisikia uchungu sana kwa sababu ya mama yako. Ni vile tu nakuwa chumbani kwangu, haupo au hau, au haunioni jinsi ninavyokuwa mle ndani. Chumba kinanisuta mama, kitanda kinanisuta. Semeni, bado namhitaji mke wangu lakini sijajua bado ninapata wapi, ila nina imani kuma nitampata. Mamako, nistahamilie mama. Sawa, nitafulahi endapo kama mwanenako atakuwa ni akweli. Nimeushika hu mkono wako, ni aheri sana kwangu, kwa sababu siunamwamini babako sana sasa Baba atatenda jambo kwa ajili yako. Baba atafanya kitu kwa ajili yako semeni. Kwa sababu mke wangu ndio maisha yangu. Na mtoto bila mama, hasa mtoto wa kike, hawezi kuishi bila mama. Unajui, sijisikii vizuri hivi nikiingia nikibishana na wewe kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nahitajika kufanya ukiwa na mama yako. Mimi wa kiume siwezi. Sawa, angekuwa mwanangu wa kiume ningeshirikiana so naye kufanya vitu vingi lakini kuna vitu wewe unahitaji kufanya kama vile ukiwa na mama. Baba, nimezungumza mama, atarudi hapo sikiso nyingi. Basi sawa, ngoja mimi nikaendelee na shughuli zangu za ndani, ila kama nilivyokuambia, namhitaji mama wangu hapa. Nitafurahi ndapokuwa na pia una furaha, nitakapoona mama yako, na sitakuruhusu utoke hapa wakati mimi nipo. Pika, kula, furahi, mama yupo njiani, anakuja. Sawa. Majaliwa! Majaliwa! Vipi rafiki yangu, mbona haupo sawa? Tatizo ni nini? Alafu sio kawaida yako na mimi sijazoea nikikuona uki, ukiwa hivyo baba. Hmm? Nimekutafuta kote huko, nimekuja dukani sijakuona, nikajua labda umeenda nyumbani. Nimeliacha duka wazi, nimekimbia mpaka nyumbani, pia sija kuona. Kumbe umekuja kujichimbia huko nyuma. Tatizo ni nini rafiki yangu? Naomba niambie, usinifichi. Au ni yale maneno uliokuambia jana? Itakuwa nimekuuzi nimekukosea, basi naomba nisamehe kama itakuwa nimekukosea. Hapana Mbuga, shida yangu sio hiyo. Tatizo nini? Najua ujio wangu hapa kijijini, unajua nimefata nini. Mpaka sasa hivi muda unaenda, sijui, sijui nafanyaje, na sijapata fununu yoyote kumhusu mama wangu. sina hata mwelekeo, basi naanzia wapi, yeah? Muulize, ulizie mtaani, hamna anayemjua, nafanyaje yeah? Mshaona. Ni kuna muda naona tu ni bwana niondoke, sababu naona napoteza muda tu. Usiseme hivyo Majaliwa, wewe ni mwanamume, ndio maana Mungu akatuumba haya makolomelo. Mwanamume siku zote ni mstahimilivu. mwanamume siku zote ni mpambanaji na mwanamume siku zote anaweza kucontrol hisia zake. Sawa, hebu jitahidi sana kucontrol hisia zako za mawazo, na usipende kumkufuru Mungu, kwa sababu haya yote yanatokea ni mipango ya Mungu na Mungu yeye ndo muweza wa kila kitu. Usiwe katika hali hiyo, sihitaji kuona ukiwa katika mawazo, sihitaji kuona ukiwa katika majonzi kiasi hicho, kwa sababu hata kama mama yako bado yupo hai huko alipo, na wewe ukiwa hivyo, unamtia majonzi huko alipo. Yote yote, nafsi zinatembea eh? Nafsi yako mama yako anayo, japokuwa uko mbali na wewe, hujui uko wapi, lakini nafsi inatembea. Uoni kama utakuwa unamtia matatizo ni mama yako. Mimi naamini mama yako yupo hai. na naamini, na utakuja kumuona. Mimi pia nakuahidi tena leo leo, nakuahidi tena siku mbili hizi tutatoka, mimi na wewe tutakwenda kumtafuta mama yako, na naamini tutampata tu, ila sihitaji ukae hivyo na kuomba. Jikaze. Jikaze. Wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamume. Mwanamume siku zote anatakiwa kaze. Mwanaume ana akili ya haraka ya kufikiria katika kichwa chake mawazo mama yako tutampata, sawa? So, fresh kama fresh. Nashukuru. alafu leo leo tunapika pilau la nyama, leo tunapika pilau la nyama leo, mixa mijuisi misoda nini usiku baadaye. Mimi leo ndipo lazima tuchukue mijuisi ndani, tukanywe tu wenyewe, tufurahi tu, sababu mi sitaki uwe hivyo bwana. Sawa ila nimeleta matenga ya nyanya hapa tu, ndo kanisaidia kupanga fresh fresh. Mimi sitaki uwe hivyo bwana, jikaze. <coughs> we nini? We mwanaume wewe. Umerudi mwanangu? Eh, nimerudi. Pole mama, maana jua kali kweli ah. Webi mkubwa umefanya nini mule ndani mwanangu? Nimefanya nini tena mama? Kuna mimaji pale chini Yani kuna yani kupo yani tapatapa yale yani maji, ulikuwa unafanya nini? Bahati mbaya tu mwanangu, nilikuwa nakunywa maji hayo. Maji mdomo wako umitoboka? Yamechuuzika yote chini mama, unavolopoka hivi maji lana. Nakusikia sio vizuri mwanangu, hebu joka hapa tuongee. Mimi usinishike bwana, utantia nuksi bwana. Yani sijui yani kuna nini? mpaka ukawa umemwaga yale mimaji yote. sijui imekuwaje kuwaje, eh? Unataka mi niongee majirani waseme Mwajuma, Mwajuma anaongea? Unataka niongee una, niongee ili majirani waseme Mwajuma anamtesa mama ake? Niongee majirani waseme, oh, sijui Mwajuma kawa hivi, eh? Unataka unipe hila kwa majirani, unipe roho mbaya uko kwa majirani, eh? kwa staili yenyewe kama ile Mtu unaingia kama unaingia sijui chooni ambayo sijui kumeja nani ulojo wa mavi sijui ya nini. Eh? Mama kweli? Alafu unakuja na kuuliza e, eh, makali, makali maneno ya kwapi makali hapa? Mama, yani mimi mwenzako niki <coughs> yani naweza nikakuchukua nikakutupia kule polini. Alafu mwisho wa siku nitachukua hiki kibanda, nitakiuza. Mimi habari za nani unani mimi sizipendi bwana. Yaani sijui Mungu kwa nini kanipa mimi mama kama huyu. Hivi wasichana wote hapa kijijini jamani hajaona tu kwa hapa mama kama huyu kanipa mimi. Eh? Mateso haya. Yaani haya ni mateso. Maana kama yaani nimeshushiwa moto yaani wajanamu uje kuniunguza. Eh? Mungu kwa nini umenipa mimi mama kama huyu? Kwa nini usiwape wasichana wengine kijijini hapa, mimi nibaki jamani kuwa huru, msichana mzuri mimi naangaika, cheki ilivyopauka naangaika, na mama kama huyu? Ah. Mwajuma, mwanangu, usiongee maneno makali hivyo. Mimi ni mama yako mwanangu. Anikela mama a, yaani nikela, mwisho wa siku nitakuuza na wewe mwenyewe niondoke. Anaokuja kununua kukuta humu mundani, sijui wazee wengine wana sijui, anatafutia sehemu ya kufia, sijui ndo karibu ya kufa au ndo karibu ya kufa, umeshaanza nani ukakata lota taratibu, afu sioni si, si, kama ndo mikufa Usifikie huko mwanangu, naweo uzazi unao kumbuka ah. Yaani mambo yakirudia haya, sijui utachokufanya kufanya sijui kitu gani? <coughs> <coughs> Mwajuma, mwanangu mm. <laughs> ni muda mrefu umesema unatenga chai lakini nakusikia kama unatafuna tu hapa. <tabasar> utenga chai wakati mi ndo namaliza, asema. Kutenga chai asa, mama, unamalizaje wakati unatakiwa uweke okay, chai tumia wote, mtaka chai Taka chai, Mwajuma bwana nje na nyuma fanya mpango ninywe chai. Kama taka yeah. <laughs> Chai chai hapa, kikombe hiko hapa Chai hapo na kikombe. Hi, apa. Eh, kikombehapa nampapasa tena mimi